Mwinami alitimiza mila yetu ya Watachoni alipanda muti wetu ambao tunaita mtoto na mawe tatu. Sasa leo tunamzika kulingana na mila ya Watajoni. La pili, yeye umeona hapo tumechinja nyama tumeweka hapo ng'ombe, nyama iko hapo. Wala ambao wanakula hiyo nyama ni mandugu zake na wazu kwamba wameoa, sio mutu wa inje. La pili wewe kama ufai hapo kwa kaburi tunazika marehemu, tumechinja hiyo ng'ombe, tumechukua ngozi. Ngozi moja tunaweka chini, nyingine tunamfunika. Tunaweka hapo vitu vitatu, kuna miti yetu tatu ambayo tunaenda nayo: moja, tunaitwa omuswa; mbili, estokoni; tatu, olusindu. Tunafanya hivyo kwa sababu alipanda, mmeona hapa mawe yiko hapa tatu, sasa naenda na iyo mawe. Kwa hivyo ndio sababu tunafanya hivyo. Soma pipilia, mutu wakati amekufa, haikuwa inaruhusiwa awekwe kwa mbao au kwa kitu chochote, ilikuwa inaruhusiwa ununue sanda, umfunge kwa sanda. Na sisi Waafrika, kama wewe ni mufukachi wa ng'ombe, ulikuwa unafuka ng'ombe, wanachukua ng'ombe ndume ambayo Haikuharibiwa ile ndume kamili ile, ambaye haichaanza kupanda, ndiyo wana wanakata hiyo ndume au wanachinja, wanatoa ngozi. Ngozi ya upande wa kushoto wa tumbo ya kushoto wanaweka kando, ya tumbo ya kuume wanaweka kando. Sasa ngozi moja atalalia chini na ngozi nyingine wamfunike. Wakati wanafunika watakuwa wamenuzuru mambo ya kuharibu mazingira, kwa sababu ukienda katika, karibu na ma hospitali hii yenye watu wanalazwa huko, au karibu na mochari, utapata wameharibu miti yetu sana, wakitengeneza ati macheneza <tabu>

Zamani ilikuwako, tulikuwa tunasoma masomo ya CBC kwa luka ya Kiluya kwa sababu kwa, kwa Kiluya walikuwa wanafunza watoto, bila wanaweza tengeneza nyungu, bila wanaweza toa e, bit ya kufanya kazi kutoka kwa utongo Yaani wanatengeneza wana lirumbi, katika lirumbi wanapata hapo vyuma hivyo vyuma wanatengeneza sehemu ya kazi ya vitu ya, ya kufanya kazi. Tulikuwa na panga ya kienyeji, tulikuwa na machembe ya kienyeji, tulikuwa na wembe ya kienyeji, tulikuwa na, mache, na shoka ya kienyeji, tulikuwa hata na visu ya kutairi ya kienyeji, na yote ilikuwa inatengenezewa kupitia kwa CPC. Kwa hivyo wale ambao wanapinga CPC ni wale ambao hawachui, kwa sababu inatakana serikali, wakati inaanzisha kitu inakuwa na nafasi. Baada ya kumzika watu wote wanaenda mtoni. Kuenda mtoni umaanisha ya kwamba sasa wanaenda e, sasa uko na yeye umekwisha. Wakifika mtoni wanaoga, wakitoka hapo kwa mtoni wameoka, sasa yeye na, u, na ukoo huu uko umekwisha. Akikuja, anakuja kwa njia nyingine, kupitia kwa uzao wake. Sio ati anarudi, ati sasa wanarudi e, pengine e, akilala usiku anakuja kwa njia nyingine. Sasa akikuja hapo pengine, wewe kama mtoto yake huku chinja ng'ombe, ndio anakuja tu kwa utaratibu ili wajinje sasa. Ndio kumaanisha kwamba baada ya hapo wewe kuoka hivyo, hiyo udongo sasa umeenda na yeye tu. Tunapofanya hivyo mila yetu wapate kutoa ya kwamba tunaposika mtu wetu na tunatoka pale tunaenda mtoni, tunaenda ku, kufukuza kuoka ugonjwa uliomuua mutu wetu. Ni adui wa muafrika na familia yake, wende na maji waliopaki, wapaki salama, na tuishi na mutu wetu mwenyewe. Tuta tutamwita nyumbani kupitia kwa usawa wetu, sindio? Yeye hatumwachi huko, tunawacha huko ugonjwa ambaye ndiye atui aliyetupokonya mtu wetu. Alafu tukirudi turudi na usalama, tuwe wasima, alafu waliopaki tukutane tena katika upendo na amani.